Nao viongozi mbalimbali kutoka kaunti ya Homa Bay wamewarai vijana wanaonuia kushiriki maandamano ya ukumbusho wa mwaka mmoja tangu wenzao wauwawe kwenye maandamano ya Gen Z mwaka uliopita, kudumisha amani na kutoleta fujo na uharibifu wa mali wakati wa maandamano yao. James Latano anatuarifu zaidi kutoka Homa Bay. Uharibifu wa mali na makabiliano makali na polisi ikisalia itikadi kwenye maandamano ya kizazi cha Gen Z. Wito wa amani na utulivu ukitolewa kwa kizazi hicho siku mbili tu kabla ya wao kuandaa hafla ya makumbusho kwa wenzao waliouawa wa mjini Nairobi. Kanisa <mulia> la Kiadventista likiandaa ibada maalum sio tu kusherekea miaka mia moja kwa uwepo wao humu nchini bali kuombea nchi wakati huu ambapo joto la siasa linazidi kutokota. Tuaju, make your voice heard.

Is that the young, the old people have been young at some point, but the young people have not been old. to the challenge and the issues that the youth continue to face today. we must positively impact society. we must continue to bring our young ones closer to the Lord. we must continue to teach them the Adventist way of life, so that they are respectful, they are responsible and there are people who can listen, particularly when elders or people who are older than them speak. Katika eneo bunge la Rangwe, zaidi ya vijana 400 chini ya uongozi wa mbunge wa eneo hilo Daktari Lilian Gogo wamekongamana hapa kwa siku ya pili, maudhui yakiwa kujadili mstakabali wa amani na utangamano na pia kusaidia katika uteuzi wa watakaofaidika na fedha zinazotolewa na hazina ya ustawi wa eneo bunge NGCDF, kama njia moja ya kuwapa ajira na kuepusha na uhalifu katika jamii.

Ngawaje as as uh, Ngawaje maandamano ni haki yao kikatiba, vijana hawa wa Gen Z. Sasa wanahimizwa kuwa waangalifu dhidi ya wauni ambayo wataingilia kati na kuharibu maudhui ya mkutano wao. James Latano, Runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Homa Bay. Naam, mtazamaji.